Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu, karibu tena katika siku nyingine na wakati mwengine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako lakini vilevile ni wasaidizi wako, ikiwa katika siku za usoni kunakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za Umoja Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana na kupitia namba izoko chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo Tukilekea katika uchambuzi wetu wa leo bila shaka ni masaa kadhaa yamepita, actually usiku wa kuamkia siku ya Jumamosi, nchi ya Marekani ilifanya mashambulizi ndani ya nchi ya Venezuela, mashambulizi ambayo kilele chake, uh, ilikuwa ni kukamatwa kwa Rais wa nchi ya Venezuela, Nicolas Maduro. Mashambulizi yalitageti maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Venezuela, maeneo kama ya Aragua, maeneo kama ya Miranda, Guaira pamoja na mji mkuu wa Caracas lengo la mashambulizi linawezekana lisieleweke wazi kulingana na aina ya muvi iliyofanyika kwenye kumkamata Rais Nicolas Maduro. Mashambulizi yamefanyika na ndege za Marekani, zilikuwa zinaonekana zinatembea katika uh, levo ya chini ya anga, lakini hapakuwa na reaction ya namna yote kutoka katika jeshi la nchi ya Venezuela kwenye kushambulia ndege husika lakini vilevile vile, uh, ukiachilia mbali hapo, tukio la namna hili maana yake linaweza likatoa tafsiri ya kinyume ya aina ya mashambulizi ambayo yalikuwa yanafanywa na nchi ya Marekani. Inaonekana kama ni mashambulizi yaliyokuwa yanataka tu kuaminisha kwamba uh, ni move imefanyika kubwa ya kijeshi na ni movement ambayo imepelekea moja kwa moja kukamatwa kwa rais kwa rais wa nchi, lakini ukiangalia uhalisia wa reaction ya jeshi la nchi ya Venezuela inawezekana ukapata mashaka kwamba movement yote inaonekana iko iko well coordinated na maafisa wenyewe wa nchi ya Venezuela. Na ni move ambayo actually imehusisha uh, department muhimu katika jeshi la Marekani maanake ni Delta Force unit. Na Delta Force unit actually, ni, ni, ni unit au ni department ya jeshi la nchi ya Marekani ambayo mara nyingi huwa inahusika katika kufanya mission Ambazo inasema ni high sensitive mission. Ni mission ambazo zinakuwa ni za juu sana, kwa mfano kama mission za kwenda kuokoa watu, au za kupambana na counter-terrorism, maana yake masuala kama ya ugaidi, kama waliofanya mission ya kwenda kumfikia Osama bin Laden uh, na mission kama hizi za kwenda kupambana labda na watu ambao wako katika level ya juu za uongozi ambao tunasema ni, ni classified mission, ni mission ambazo kwa kawaida huwa hazitolewi taarifa zake. Kwa hiyo ni department hii vilevile ilihusika katika kumkamata aliokuwa rais wa nchi ya Panama mwaka 89 uh, Manuel Noriega lakini vilevile vile, ndiyo department hii imehusika kwenda kumkamata Rais Nicolas Maduro. Harakati za nchi ya Marekani inaonekana kwamba zinaishia hapa kwa kuzingatia kwamba uh, Nicolas Maduro alikuwa anaonekana kwamba ni strongest man. Ni mtu mwenye nguvu zaidi katika nchi ya Venezuela. Kumwondoa kwake maana yake ni kwamba kunatoa fursa kwa atakayekuja kuchukua madaraka yake ambayo bila shaka atakuwa ni Delcy Rodriguez ambaye ni makamu wake wa raisi, kutoa fursa ya kuingia kwenye dialogi na nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani uh, kwa muda mrefu ilikuwa inaonekana inafanya build up, ilikuwa inatengeneza lile jeshi lake nje ya nchi ya Venezuela, maanake katika maeneo kama ya Trinidad and Tobago au katika maeneo kama ya Puerto Rico ambayo hayako mbali sana na sehemu ya, ya Venezuela, lakini bildi apo iliokuwa inafanyika kwa fikra ya wazi, ilikuwa inaleta sintofahamu kwamba Marekani wanaweza kuingia Venezuela by foot, kuingia kwa, kwa miguu. Ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa ni, ni gumu zaidi kwa Marekani kwa, kwa, kwa, kwa kuzingatia kwamba siasa ya nchi takriban kama tano kuanzia nchi ya Venezuela, nchi ya Colombia, nchi ya Peru, Bolivia pamoja na Ecuador, siasa yake ni siasa ambayo kiasili imetokana na armed struggle, tunasema ni ile kupata uhuru kwa kupigana kipindi cha uh, Juan Bolivar ni mtu mmoja lakini ali influence au alitia nguvu katika hizi nchi zote tano. Takriban sasa utaratibu wake uh, wa kimaisha, na ndio maana ni maeneo ambayo yamekuwa mara nyingi yanakuwa na mizozano wakati mwingine ya silaha, hata kama ni vikundi vinatoka ndani ya nchi husika. Kwa hiyo kusema marekani kwamba itaingia ipigane ili ni jambo ambalo kwa kawaida lilikuwa linaonekana kwamba fikra yake inawezekana ikaonekana kwamba ni ngumu, na ilikuwa kama ni kufanya mashambulizi. Aa, ni mashambulizi ambayo tulikuwa tunaona ona wazi kabisa kwamba yanaweza asilete matokeo chanya ya kuangusha utawala uliopo bali nchi ingeweza tukiingia kwenye kwenye vurugu zingine, lakini inaonekana kwamba calculation ambao Marekani walijaribu kuifanya ilikuwa ni kuangalia madhara yasiwe mengi, lakini vilevile waweze kufikia katika lengo, na ndio maana walijaribu ku zunguka au kuizunguka uh, nchi ya Venezuela kwa muda mrefu, lakini vile vile inaonekana kwamba kuna mawasiliano ambayo yalikuwa yakiendelea kwa yeye mwenyewe Maduro personally, lakini walioshindwa kufikia katika katika makubaliano ya mwisho. Inaonekana kwamba palikuwa kuna mission nyingine ambayo inaendelea nyuma pazia ikiwahusisha baadhi ya maafisa wengine wa nchi ya Venezuela, na ndio maana imewezekana kufanyika hiyo mission na kuhusika kwa sehemu kama ile ya Delta Force Unit haina maana kwamba uh, hapakuwa na mazungumzo ayo, haionyeshi kwamba labda palikuwa kuna mazungumzo baina ya Marekani na nchi ya Venezuela. Hapana, isipokuwa kutumika kwa unit muhimu kama za Delta Force, maana yake ni kwamba inapotokea emergency, makubaliano yakaenda kinyume, maana yake department kama ya Delta Force ina uwezo wa kutuliza hiyo situation na bado mission vile vilevile ikaendelea uh, ikafikia katika, katika malengo. Kwa hiyo kwa taarifa ambayo imetolewa na um, Uh, waziri wa mambo ya nje wa nchi ya, ya, ya Marekani Rubio, kwamba Marekani haitaendelea tena na ile misheni ya kushambulia uh, zile boti na baadhi ya vitu vya nchi ya Venezuela baada ya kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro. Na hili kwa siku za karibuni, inaonekana limeratibiwa kwa haraka kwa kuzingatia uh, nchi ya Venezuela ni nchi ambayo ina utajiri mkubwa, ukiachilia mbali eneo lenyewe la Latinoamerica. Eneo la Latinoamerica kiujumla ni eneo ambalo lina utajiri mkubwa. Ukiangalia katika nchi kama za Chile, Bolivia na Argentina, ni nchi ambazo zinajulikana zina kiwango kikubwa cha lithium, madini yale ya lithium kwa takriban asilimia na sitini, na lithium ni kitu muhimu zaidi, uh, katika upande wa maendeleo ya teknolojia magari kama haya yanayotumia umeme na mfano wake. Maanayake lithium inatumika kwa kiwango kikubwa sana. Asilimia sitini ya lithium inapatikana katika hizi nchi tatu ambao wenyewe wanaita lithium triangle, lakini vile vile ukiangalia katika eneo la Latin America, ukiangalia asilimia thelathini, takriban thelathini na tatu mpaka thelathini na nne ya maji safi yanapatikana katika, uh, katika mto um, Amazon lakini vilevile lile jangwa lenyewe au ile pori lile la Amazon linazingatiwa kwamba ndiyo, ndiyo mapafu ya dunia kwa maana ya kwamba hewa nyingi ya oksijeni inatoka katika katika sehemu ile, ukiachilia mbali utajiri mwingine ambao unapatikana katika maeneo mengine ikiwemo Venezuela, utajiri wa mafuta, kwa kuzingatia kwamba Venezuela ndio nchi yenye mafuta mengi duniani kuliko hata za Saudi Arabia au nchi za Kiarabu ambazo zinajulikana kwa uzalishaji wa mafuta. Venezuela ndio nchi ambayo ina mafuta mengi zaidi duniani. Sasa makubaliano ya siku za karibuni ya baina ya nchi kama ya Venezuela na nchi kama ya China ni kwamba China inaikopesha Venezuela lakini malipo yanaegemea zaidi katika mikataba ya mafuta, jambo ambalo Marekani kwa muda mrefu alikuwa akijaribu kulipigia hesabu ya namna ya kucontrol mafuta ya nchi ya Venezuela. Venezuela kiasili, uh, palikuwa kuna uwekezaji ambao kutoka katika makampuni binafsi kabla ya mwaka mwaka sabini na tano lakini zilifanyika juhudi za dhati kujaribu kurudisha ule umiliki moja kwa moja katika serikali ya Venezuela. Na hili lilikutana na bahati nzuri ya mgogoro baina ya nchi ya Israel pamoja na baadhi ya nchi za Kiarabu, nchi ya Siria na nchi ya, ya, ya, ya, ya Misri mwaka sabini na tatu katika vita ambayo wanaita Yom Kippur wo ambapo aktuali ilidumu kama siku kumi na tisa uh, nchi ya Misri na nchi ya, ya, ya, ya Siria zikikusudia kurudisha baadhi ya maeneo ambayo Israel iliyachukua mwaka sitini na saba katika vita ya siku sita. Kwa hiyo tageti ya Misri ilikuwa ni kurudisha sehemu ya Sinai na tageti ya Siria ilikuwa ni kurudisha sehemu ya, ya Golan Heights. Kwa hivyo vita ilivyopiganwa, uh, nchi za magharibi zilisapoti nchi ya Israel na ikafanikiwa kudhibiti kudhibiti uh, yale yale maeneo mpaka walipokuja kuingia katika makubaliano mengine kama na, na Misri na mfano wake. Sasa hili lilipelekea uh, nchi ambazo zinauza mafuta katika jumuiya ya OPEC kuzuia kuuza mafuta kuelekea katika nchi za magharibi, na hili maanake lilipelekea krisis kubwa ya mafuta na hivyo Venezuela, hapo ndipo ilivyochukua uh, krediti ya kufanya biashara kubwa kwenye miaka kwenye miaka ya sabini na hivyo kufikia mwaka sabini na tano walifanikiwa kwanza kurudisha hizi uh, kutoka katika umiliki binafsi, yani masuala ya uchimbaji wa mafuta, na wakatengeneza kampuni ambayo inaitwa PDVSA ambayo kwenye miaka sabini iliingiza pesa nyingi sana uh, isipokuwa kwenye miaka ya thamanini na hata tisini mwanzoni, mwanzoni bei za mafuta zilivyokuwa zina shek ndio ilisababisha kidogo crisis katika nchi ya Venezuela kwa sababu kwa sabi, mwaka sabi, miaka ya sabini walikuwa wanafanya biashara vizuri, na hivyo hata mikopo walikuwa wanaingia mikopo mikubwa wakitarajia kwamba watalipa kupitia mafuta kwao. ilipotokea crisis kwenye miaka ya thamanini na miaka ya tisini mwanzoni Hili lilileta tatizo kubwa kwa sababu madeni yalikuwa mengi na hivyo uh, zikawa zinakuja baadhi ya fikra za kukusudia ikiwezekana wafanye utaifishaji wa kampuni ya PDVSA vsa ambao ndio ulikuwa uti wa mgongo wa nchi ya Venezuela, kwa takriban asilimia tisini ya mapato ya nchi ya Venezuela yalikuwa yanatoka katika kampuni ya PDVSA. Kwa hivyo kwenye mwaka 94, takriban kipindi cha uraisi wa Rafael Caldera, yeye ndiye alifanya utaifishaji wa PDVSA na hivyo hali ya Venezuela ikazidi kuwa mbaya zaidi, kwa sababu ilipoteza ushawishi zaidi wa kampuni ya PDVSA. Kwa hiyo alivyokuja Hugo Chavez kwenye mwaka 99, moja katika harakati iliyomwibua ilikuwa ni ya kutaka PDVSA iweze kurudishwa katika umiliki wa nchi ya Venezuela, na harakati yake ilifanikiwa, na mambo mengi yalianza kubadilika ndani ya nchi ya Venezuela baada ya uh, Hugo Chavez kurudisha udhibiti wa pili v ndani ya nchi ya Venezuela. Sasa hili halikuifurahisha uh, halikuifurahisha nchi kama ya Marekani na ndio maana mwaka 2022 takriban Hugo Chavez alinusurika kupinduliwa uh, na nafasi yake akachukua ya uh, Carmena, mmoja katika wafanyabiashara wakubwa. Lakini ndani ya muda mfupi uh, jeshi au ile department ya kumlinda rais iliweza kumrudisha tena uh, kumrudisha tena Rais Hugo Chavez. Kwa hiyo kwa sababu ya kesi ya mafuta ndiyo ilipelekea ya hii PDVSA ambayo ni kampuni ya mafuta ya serikali ndio ilipelekea Hugo Chavez akanusurika akanusurika kupinduliwa. Na hata alipofariki Hugo Chavez mwaka elfu mbili na kumi na tatu kuingia kwa Rais Maduro presha kubwa zaidi ilikuwa ina target kwenye swala la mafuta okay, ukiachilia mbali kwamba Venezuela na utajiri mwingine kama upande wa dhahabu hizi uh, aluminium uh, au bauxite wana chuma wana vitu wana vingi, ambavyo wanavyo wana, lakini hasa ni katika upande wa mafuta kwa sababu reserve walikuwa nayo ni reserve ambayo hakuna nchi nyingine duniani ambayo ina reserve kama, kama reserve ya Venezuela. Kwayo, kwa hiyo harakati ya Marekani inaonekana kwamba ni harakati ambayo japo imeanza muda mrefu kwa sababu mwaka elfu mbili na kumi na tisa uh, uh, baada ya kufanyika uchaguzi na Rais Maduro akawa ameshinda kwenye miaka ya nyuma kidogo mpinzani wake Juan Guaido mwaka elfu mbili na kumi na tisa alipewa mamlaka ya kusimamia au ya kudhibiti mapato ya kampuni ya Venezuela ambayo inamilikiwa na hii kampuni ya PDVSA iliyoko Marekani inaitwa Citgo, ambayo ilikuwa PDVSA. Wanaposimamia uzalishaji wa mafuta katika soko la Marekani, yale mafuta yanaweza kupelekwa kama mafuta ghafi na kule uh, Citgo wakaweza kusimamia kuyazalisha kuingia katika matumizi ya mwisho, maana ile final product kama oil au diesel na, na, na mfano wake. Kwa hivyo uh, ile Citgo mapato yake yakawekwa chini ya uh, Juan Guaido ambaye alikuwa ni mpinzani uh, wa rais uh, Nicolas Maduro lakini uh, baada ya kufanyika muvu hii na kufanikiwa hasa kwenye mwaka elfu mbili na ishirini na tano, muvu iliyokuwa inabakia zaidi ni kuhakikisha sasa udhibiti wa moja kwa moja wa sehemu kama ya PDVSA inakuwa ina link moja kwa moja na nchi ya Marekani au ina link moja kwa moja na wapinzani wa rais wa rais Nicolas Maduro. Njia nyepesi ilikuwa ni njia hii ya kumwondoa w rais Nicolas Maduro, kwa sababu kwa kuingia moja kwa moja katika eneo la, la Venezuela uh, kama nilivyokariri nyuma kwamba eneo la Venezuela, eneo la Bolivia, eneo la Colombia, Ecuador, Peru, haya ni maeneo ambayo yalipata uhuru kwa kupigana, na ndio maana kuna kwa samtemu, kuna vurugu sana katika maeneo haya. Kusema uingie moja kwa moja kwa miguu katika eneo kama la Venezuela, ilikuwa inatarajiwa wazi kabisa kwamba Marekani hawezi kufanikiwa katika hilo, na ndio maana serikali ya Venezuela ilikuwa inajaribu hata kutoa silaha kwa raia kwa maana ya kwamba hawa jamaa watakapoingia, basi ni vivile mnaweza mkashiriki kwenye namna ya kudeny kwa sababu ideology iliyoko katika nchi ya Venezuela uh, ni ideology ya armed struggle ya kupigana ili kuhakikisha tunafikia katika mafanikio mafanikio ya kisiasa. Kwa hiyo, mission kuitengeneza kuwa nyepesi zaidi ilikuwa ni kukoordinate na watu wa ndani, kutengeneza mawasiliano na watu wa ndani ili kuweza kumfikia uh, Rais Nicolas Maduro na kufanikiwa kumchukua yeye pamoja na mke wake. Kuondoka kwa Rais Nicolas Maduro kunaweza kukaashiria kwa kutupa indication ya mambo mengi sana. Jambo la kwanza kabisa, uh, nchi ya Marekani ndiyo tunasema kwamba reliable partner, yani ndiyo rafiki ambaye sio wa kuaminika, lakini rafiki ambaye anaweza aka akapatikana katika kipindi ambacho anahitajika lakini tofauti na nchi zingine kama za China na nchi kama ya Urusi ambazo inawezekana zikawa zina urafiki lakini, uh, wakati mwingine zinapokuwa zinatakiwa inawezekana zisirespondi zi, kama vile zinavyo, zinavyotakiwa. Unaweza ukaona katika matukio mengi sana katika upande wa kusini mwa nchi ya Urusi. Maanake inazungumzia nchi kama za Armenia na nchi kama za Azerbaijan. Nchi ambazo, actually, Eh, Russia Federation hii ilikuwa ile sehemu ya USSR, lakini mwisho wa siku leo zimekuja kuingia katika uh, sphere of influence ya nchi ya Marekani alipoenda kusudia kukaa pale katika Zengizuri corido ambayo ni juu ya nchi ya Iran, lakini vilevile vile ni katika eneo ambalo lilikuwa liko katika sphere ya influence ya nchi ya Urusi na akawaita aliyekuwa rais au rais wa nchi ya Azerbaijan Ilham Aliyev pamoja na raisi wa nchi ya Armenia Nikolai Peshinya ndani ya ikulu ya White House kwenda kusuluhisha sehemu ya, ya uh, sintofahamu zao, lakini vilevile kwenda kuingia katika makubaliano ya kupitisha reli really ambayo itaelekea paka katika bahari ya Caspian na kuelekea huko katika upande wa bahari katika nchi ya, ya Uturuki na kisha kuelekea, kuelekea Ulaya. Yani project ya namna hiyo. Sasa ukiangalia hili ni eneo ambalo mrusi hakutakiwa kuentertain hivi vitu, hakutakiwa wazi kabisa kuentertain hivi vitu, na alitakiwa atumie nguvu ya namna yoyote kuhakikisha kwamba Marekani hawezi kuingia pale katikati, lakini mwisho wa siku ame baada ya kuwa yeye alijaribu kuwasuluhisha katika siku za nyuma na akaonyesha kwamba mwenye haki katika mgogoro wao ilikuwa ni nchi ya Azerbaijan. Mwisho wa siku, Azerbaijan amegeuza mgongo wake, ameelekea katika nchi za magharibi, na Nikolai Peshinya ambaye yuko na Urusi katika umoja wa kujihami wa kule mashariki alikuwa akitegemea. Na hoja yao msingi ya Armenia kuikataa Urusi ni kwamba Urusi walitakiwa watutetee au watusaidie wakati tunapigana na Azerbaijan, kujaribu kuzuia eneo la mgogoro ambao inaitwa eneo la Nagorno Karabakh. Hii ni ni pointi ya kwanza. Kwa hivyo Uh, Marekani anapotaka kuzuia au kutetea maslahi yake huwa hajali kitakachotokea mbele, hajali kitakachotokea mbele, pamoja na kuzingatia kwamba kipindi cha upatikanaji wa uhuru wa nchi za Latino Amerika, uh, kuna nadharia au kuna kuna sera ambayo uh, Marekani walijaribu kuitengeneza wanaitwa Monroe eh, eh, policy ambayo ni sera, lengo lake kubwa ni, ku, ni kuzuia uh, ushawishi wa nchi zingine hasa nchi za Ulaya kwa kipindi kile, kwa sababu zilikuwa zina nguvu nchi za Ulaya, ushawishi wao katika eneo la Marekani, eneo la Amerika kwa maana sio tu kaskazini ya Amerika, yani Marekani na Kanada, bali vilevile eneo vile la Latino Amerika, kwamba hakuna ruhusa tena kwa nchi za Ulaya kuleta maslahi au kupigania maslahi ya upande wa Amerika Kusini. Amerika ni kwa ajili ya Marekani. Hii ni nadharia ambayo toka ya miaka elfu moja na mia nane mwanzoni kabisa Marekani wamekuwa wakiishi nayo kwamba eneo la Amerika kusini ni sehemu ya sphere of influence. ni sehemu yao ambayo hatakiwi mtu mwingine kuweza kuingia katika sfia katika, katika hiyo sasa. Kwa siku za karibuni inaonekana kwamba China na Urusi wamekuwa wakiongeza ushawishi uh, wao au wakijitahidi kuongeza ushawishi katika maeneo ya kusini mwa Amerika, maanake katika nchi kama hizo za Bolivia, katika nchi kama za Venezuela jambo ambalo Marekani anaona kwamba ni kuingiliwa katika, katika maslahi yake. Kwa hiyo ukiangalia hata hoja ambazo zinatumika ni hoja, wakati mwingine ni rahisi tu kwamba Nicolas Maduro amewaruhusu wa Warusi, Nicolas Maduro amewaruhusu wa, wa China, Nicolas Maduro amewaruhusu wa wairan waweze kuopareti ndani ya Venezuela, lakini ana shutuma nyingine ya kuwaruhusu Hizbullahi waweze kuopareti katika sehemu ya Venezuela. Venezuela ni Venezuela ni nchi huru ambayo ina uwezo wa kuamua hiki ni sahihi na hiki siyo, hiki siyo sahihi. Lakini kwa kuzingatia kwamba Monroe policy ambayo Marekani wamekuwa wakiishi nayo kwa takriban miaka mia mbili, kwamba eneo la kusini mwa Amerika hatakiwi mtu mwingine kuweza kuingilia, ndio wamekuwa wakiisimamia kwa masilahi yao ndio wamekuwa wakisimamia kwa maslahi yao kwa so, kwao, unaweza ukaona cha kwanza kabisa ni kwamba Marekani anapotaka jambo lake anakwenda kulitekeleza by force, lakini jamaa uh, wengine kama China au Rusia bado wanaamini wakati mwingine kwenye soft power, ili kuweza kufikia katika malengo. Sasa ukiangalia sasa hivi Marekani ni nchi ambayo inakwenda kuanguka yani ina kila dalili ya kuonyesha kwamba ni nchi inayokwenda kuanguka. Kwa hivyo namna ya survival yake, namna ya kuweza kudumu katika uh, ustawi wake, wakati mwingine naona bora itumie force, itumie nguvu, na ndio maana ukiangalia ile oda yote ya ki, ya ki ya kiulimwengu ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa muda mrefu ya watu kuamini kwenye masuala ya diplomasia ni kwamba yote inakwenda kuanguka pale tu Marekani maslahi yake yanapokuwa yanahatarishwa hiyo ni ni, ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili uh, tunapata shaka ya kiongozi atakee kuja kutawala pale Venezuela, unless otherwise iwe ni kiongozi kama huyu ambaye alipo aliyopo Delcy Rodriguez, makamu wa raisi, aendelee hata kama kutaingia hata katika makubaliano fulani fulani, lakini aendelee kwanza kubaki madarakani. Lakini kwa fikra ya haraka haraka, iwapo viongozi wa upinzani kama kina Maria Corina Machado uh, wakisema kwamba wao ndo wapewe nafasi ya kuingia, kuingia ma- madarakani, maana yake hilo jambo litakuwa ni jambo uh, itakuwa ni jambo gumu sana, ni jambo ambalo litaleta madhara makubwa sana, kwa kuzingatia kwamba sio wote ambao wameafiki hiki ambacho kimetokea, kime kuna watu ambao wanaona kwamba si sawa, rais wa nchi hawezi kukamatwa hivi bila reaction ya namna yoyote, na viongozi wa siasa kama waziri wa mambo wa ya ndani, waziri wa ulinzi wanazungumza tu kwamba uh, nchi bado iko salama, bado tunaendelea mpambano wetu, kupambana na Marekani, ni jambo ambalo katika logic ya kawaida kwa baadhi ya wananchi hawawezi kulielewa, wale ambao ni wafuasi wa rais eh, Nicolas Maduro lakini jambo lingine linaloendelea uh, kutu tunaendelea kulipata kutokana na hichi kilichotokea, ni kuonyesha kwamba bado tuna muda wa kushuhudia uh, tunasema the new global order, yaani mfumo mpya wa kiulimwengu, kwa sababu mpaka sasa hivi inaonekana kwamba tupo katika mchakato wa kwenda katika mfumo mwingine wa kiutaratibu wa kiulimwengu. Tumetoka katika mfumo ambao Urusi ilikuwa imeanguka kwenye miaka ya tisini, USSR imeanguka na the global Superpower au yule mwenye nguvu akabaki kwamba ni Marekani. Lakini dalili ya kuanguka kwa Marekani ilianzia kwenye mwaka elfu mbili na nane baada ya Urusi kuivamia sehemu ya Georgia na kugawanya sehemu za Abkhazia na South Ossetia. Kutokea hapo kila uchao kuna nchi zimekuwa zikiongeza nguvu au nguvu zake zinaonekana kwamba zimekuwa zikiongezeka, uchumi ukiendelea kukua, kiasi ambacho ni kwamba ile sehemu ya Marekani kuwa akitoa oda yake kila mtu anafata, ni kwamba hiyo sehemu inakwenda ina ina ikianguka. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa staili ya namna hii ambayo Marekani yameonyesha, maanake China vilevile wanaweza wakaona na wenyewe wana haki ya kufanya hivyo katika sehemu ya Taiwan watakapoona kwamba Taiwan inakwenda tofauti, basi serikali ya China ina uwezo wa kwenda Taiwan ikamkamata rais wake, kama vile Marekani ilivyofanya katika upande wa kumkamata rais Nicolas, Nicolas Maduro. Kwa hiyo sasa hivi tupo katika transition time, tupo katika kipindi cha mpito cha kuelekea katika mfumo mwingine, ambacho hatujui exactly kwamba kitadumu kwa miaka minne, miaka mitano, miaka kumi, lakini kiuhalisia ni kwamba kwa huku tunapoelekea mbele, ni kwamba mfumo uliokuwepo ambao unasema ni post World War, yani ni kipindi ambacho kilichokuja baada ya vita baridi kwenye miaka ile ya themanini, ambao mwisho wake ni kwamba ilianguka nchi ya USSR, Urusi ile iliyokuwa kubwa ya zamani imekuja sasa hivi Russia Federation. Sasa kipindi kile cha kwamba global superpower ni mmoja, Marekani, hicho kipindi kimeshaondoka au kinaenda kuondoka. Sasa inakuja kipindi ambacho uh, kila mmoja anatafuta nguvu yake ili aweze ya kusimama yeye mwenyewe, maana unaweza kuona kwamba kuna sera nyingi zinakwenda zikibadilika. Kwa mfano Marekani kwa muda mrefu amekuwa moja katika kipaumbele chake ni usalama wa nchi za Ulaya, lakini alivyokuja Rais Donald Trump amekuja na sera ya MAGA, Make American Great Again. Ifanye Marekani kuwa kubwa tena, iwe ni kitu kikubwa. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba Marekani anapoona sehemu hakuna maslahi, hata kama Ulaya patoka kuna maslahi yao, Marekani atakataa, hawezi kuizingatia Ulaya anapoona kwamba maslahi yake mahali fulani hayapo. Cha kwanza anachoangalia ni maslahi yake unaweza ukaona pia katika sehemu kama za Arabian Peninsula, katika nchi zile za, za Kiarabu. Ni nchi ambazo zilikuwa zinashirikiana kwa mda mrefu, zina mahusiano ya mda mrefu nchi kama za United Arab Emirates, nchi kama za Saudi Arabia. Lakini juzi tumeona Saudi Arabia imefanya mashambulizi katika eneo maeneo kama ya makala na mfano wake katika zile pwani za, za kusini mwa, mwa Yemen. pale tu ilipobainika kwamba maslahi ya United Arab Emirates hayana maslahi moja kwa moja kwa Saudi Arabia. Kwa hivyo Saudi Arabia hakujali ule ushirika wao wa muda mrefu, amejali maslahi ya nchi yake. Hapo ndipo tulipo sasa hivi, kwamba kila nchi imekuwa ikijaribu kutazama maslahi yake yako wapi na siyo yale maslahi ya kiujumla kwao. Ina maana tunaelekea katika kipindi ambacho dunia itahitaji mfumo mwingine utengenezwe zaidi ya mfumo huu ambao tumekuwa tukiishi nao, ambao sasa hivi tena Marekani, amekuwa hauheshimu na anatoa milango kwa watu wengine vilevile wasiweze, wasiweze kuuheshimu lakini jambo lingine ambalo tunaliona kupitia hiki kilichotokea, uh, ni wazi kabisa kwamba uh, inaweza ikachukua muda mrefu kupata uh, serikali madhubuti pia katika nchi ya Venezuela, kwa sababu imani ya baadhi ya wananchi inawezekana ikaanguka sana kwa hii serikali ya uh, Nicolas Maduro. Kwa kuzingatia kuondolewa kwa, kwa Nicolas Maduro inawezekana uh, ile imani ikaa imeanguka kwa kiwango kikubwa katika hii serikali iliyoko madarakani. Lakini vilevile vile, hata kama itakuja serikali nyingine, kuna watu wanaweza wakaizingatia kwamba ni serikali ya watu ambao ni mabitrea wasaliti, ambao walipelekea kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro. Lakini jambo lingine ambalo tuna liona la mwisho ni kwamba upinzani sasa hivi uh, unaonekana kwamba utakuwa uko dunia nzima, yaani kila bara sasa hivi lipo katika harakati ya kuelekea kwenye mfumo mwingine. Ukiangalia katika bara kama la Afrika, katika maeneo kama ya Sahel, katika bara la katika upande wa Afrika magharibi mapinduzi mengi yalikuwa yanaonekana yanaratibiwa na nchi ya Urusi, maanake katika sehemu kama za Mali, sehemu kama za Nija, maanake kuna sehemu kama ya ushawishi wa nchi ya, ya Urusi, lakini mifumo imeanza kubadilika. Sasahivi mapinduzi mengi yanayofanyika sasahivi yanaonekana yananasibishwa zaidi na nchi za magharibi. Wanapoona kwamba kuna hatari kwamba jeshi inaweza likachukua nchi, basi wanahakikisha kwamba mtu wao ndiye anachukua nchi. Kwa hiyo ni moja katika upinzani ambao unaendelea, ya kwamba nani anaweza akawa na na ushawishi mkubwa katika, katika eneo fulani. Tunaona pia katika bara la Latinoamerika, Urusi wamejaribu kuongeza ushawishi wao katika bara hilo, China wamejaribu kuongeza ushawishi wao katika bara hilo, lakini Marekani anaanza kutumia force kuhakikisha kwamba maslahi yake yanaendelea kulindwa na ndio maana hata uh, miezi kadhaa nyuma alijaribu kuilazimisha nchi ya Panama iondoe ushawishi wa nchi ya China ndani ya nchi ya Panama, na kuzingatia kwamba Panama ni sehemu muhimu kwa sababu ni sehemu inayoweza kuunganisha sehemu ya upande wa bahari ya Caribbean na sehemu ya ya bahari ya, ya Atlantic. Ukiangalia Ulaya, mazingira yako hivyo ya mgogoro ya wa nchi ya ya Urusi na nchi ya ya Ukraine, ikisapotiwa na baadhi ya nchi za- za- za, za, za magharibi. Kwa hiyo karibia dunia nzima yaani Hawa au zile nchi zenye nguvu kubwa zimekuwa zikijaribu kupambana kuhakikisha kwamba kila mmoja anatafuta sehemu ya ushawishi wake. Kwa hiyo ni hali ambayo tunategemea kwamba itaendelea for a certain period of time, kwa kipindi fulani mpaka pale watu watakapoamua kukaa na kujaribu kustructure au kutengeneza mfumo mwingine ambao wanaona kwamba unaweza kwa ukaigovern dunia, kuitawala dunia, katika hali ya utulivu uh, kuliko mwendelezo wa hali hii ambao tumekuwa tukiendelea nayo. Kwa hiyo, bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, kwanza kwa kuzingatia ile mwendelezo wa hali ya ndani ya Venezuela, lakini vilevile kwa kuzingatia uh uelekeo wa rais Nicolas Maduro. Kwamba Marekani imetangaza inakusudia kumshtaki ndani ya nchi ya Marekani, mwendelezo wa kesi yake utakuwa katika hali gani kwao, ni jambo ambalo bado tunalazimika kulifuatilia, na tukitaraji kwamba katika siku zijazo tunaweza tukapata taarifa iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe tu usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na mda mwema.